Hakuna mafanikio yanayoweza kupatikana kwa reasons, hayapo. Kila mtu unayemwona amefanikiwa kuna battle, kuna struggle. Mafanikio hayaji hivi hivi tu, unachokifikiria wewe leo wenzako 15 wamekifikiria, tano umekifikiria jana kukifanya the same. Sasa hard work inakudrive uende kwenye hiyo fursa kuichangamkia haraka ukitumia muda mwingi unafikiria, unafikiria, unafikiria, unakuta mwenzako alishaanza kufanyia kazi matokeo yako. Anasema, na mimi nilikuwa nawaza hivyo hivyo, hapo hapo ulipo nilikuwa nafikiria hapo hapo, tayari muda umefanyaje? Kwa hiyo hard working ni jambo la muhimu sana, na ni jambo ambalo lazima kwa mmoja wetu tujipange vizuri kuhakikisha kwamba tunalifikia kwa haraka. Lakini na tatu Lazima ni vyema kwa kuhakikisha kwamba unajifunza mambo mapya. Kumbe badala ya kufikiria tofauti kidogo, nasema huyu anafanya kazi ya saluni, ila hana mtaji wa kuleta nywele. Mimi kazi yangu ni kuleta nywele na naweka hapa jirani hapa, wakija hata kama ana nywele na yeye, wataangalia watatoka kwenye duka langu, wataangalia nywele zangu, tutafanya biashara kaami kwa. Upande sisi wa watendaji wa serikali tutaendelea kutekeleza ilani ya uchaguzi, maono na maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maelekezo yako mkuu wa mkoa katika kuhakikisha Vijana waliopo katika mkoa wa Geita wananufaika na fursa zilizopo katika mkoa wa Geita. E, tuliona wilaya ya Geita tuje na programu maalum ya vijana, tuweze kuwakusanya vijana kwenye makundi mawili: moja, kuwakusanya vijana kwa halmashauri ya manispaa ya Geita siku ya leo lakini mbili kuwakusanya vijana kwa halmashauri ya wilaya ya Geita siku ya tarehe kumi na tatu pale Katoro. Lengo la kukutana na vijana hawa ni walau tuweze kusemezana na vijana, tusikilize shida zao na changamoto zao, ikiwa ni utekelezaji wa maagizo moja ya Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kwa kweli ameipa kipaumbele sana sekta ya vijana. Na leo hii sisi vijana tunatembea kifua mbele kwa sababu kwanza tuna wizara maalum ambayo iko chini ya ofisi ya rais. Ofisi ya rais maendeleo ya vijana inayoongozwa na kijana shupavu kabisa Mheshimiwa Joel na Nauka. Mheshimiwa mkoa, mkoa tufikishie salamu za upendo na shukrani kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha wizara maalum ya vijana, maana yake anawapenda na kuwatambua vijana wa Tanzania. Asante sana Mheshimiwa rais Dkt. Samia Suluhu Hassan lakini mbili, tunatekeleza maagizo yako. Wewe mwenyewe umekuwa ukitusisitiza sana wakuu wa wilaya kwamba kama kuna jambo muhimu unatamani kuliona kwenye mkoa wa Geita, mheshimiwa mkuu wa mkoa, umekuwa ukitusisitiza tushuke chini kusikiliza changamoto za vijana, na mara zote umekuwa ukizungumzia sana uwezeshaji wa vijana na kung'amua shida walizonazo, sisi wakuu wa wilaya tujisogeze kwao. Kwa, kwa majina, naitwa Agnes Tarasisi ni mwenyekiti wa mamarishe mkoa wa Geita na nashukuru sana kwa fursa hii. Nawaalika mama lishe wote, vijana kwa pamoja kuchangamkia fursa hizi, na imani zitakuwa zina manufaa sana kwenye biashara zetu kama sisi mama lishe tutapata fursa za mikopo. Zipo basi hawajui hizi fursa, lakini nawahamasisha kuzitambua hizi fursa, zipo na pesa zinapatikana na watu wajitahidi kufuatilia hii mikopo ili wawezeshe kupiga hatua katika biashara zao. Maulidi Saidi ni mwenyekiti wa machinga mkoa wa Geita. E, kitu ambacho kinachokwamisha vijana kuto kuchangamkia fursa kwanza ni, ni vijana wengi hawana utambuzi au uelewa namna ambavyo fursa zinapopatikana, hilo ndio ambalo limekuwa ni changamoto kwa nani vijana, lakini kupitia kongamano hili nafikiri sasa vijana wataweza kuzi huziona fursa kwa sababu watapata mada mbalimbali ambazo zitakazowafikisha kwenye fursa ambazo ilikuwa ni kikwazo kwao. Uh, tukitizamia uwepo wa kongamano hili tunaweza tukasema kwamba umekuja katika wakati mwafaka, kwa sababu pia unaenda sambamba na maudhui ama na maono ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kwanza ameweza kututengenezea wizara yenye mamlaka ambayo yanahusiana na, na masuala ya maendeleo ya vijana lakini pia ukitizama katika mkoa wetu wa Geita bado pia tunamshukuru Mheshimiwa Samia ametuletea viongozi vijana. Hata ukimwangalia mkuu wa wilaya Mheshimiwa Hashimu Abdala Komba katika mazingira yake, pia na yeye ni vijana. Kwa hiyo, uwepo wa kongamano hili tunaweza tukasema ni fursa sahihi kwetu sisi vijana ambao tumepata fursa leo ya kuweza kufika hapa, lakini pia ni mabalozi katika vijana wengine ambao hawakuweza kufika katika kongamano hili, kuweza kuona ni namna gani tunatumia kongamano hili katika kuweza kujiendeleza kifikra kiuchumi lakini pia katika tamaduni zetu zinazotuzunguka ndani ya mkoa wetu wa Geita. Uh, fursa zipo nyingi, ukitizama katika maswala mazima ambayo tunakimbilia zaidi ni katika swala zima la machimbo, lakini tumeona mkuu wa mkoa na mkoa mkuu wa wilaya ameendelea kutukumbusha kwamba kuna fursa nje ya uh, uchimbaji ambazo pia tunaweza tukazitumia vizuri kama maswala mazima sekta ya kilimo na pamoja na ufugaji, sisi kama vijana. Lakini tunakuwa mawapi vijana, sehemu ambapo tunapenda zaidi kusema kwamba vijana tunakwama, tunataka kuangalia fursa ambazo zimeshawasaidia wengine na sisi ndio kuweza kukimbilia hapo. Hatutengenezi mazingira ya kuanza kuangalia fikra mpya za kuweza kutusaidia katika masuala mazima ya kuweza kutungamua kiuchumi. Uh, fursa kama tunavyoambiwa ziko nyingi na sio katika swala la madini peke yake. Kikubwa tu tuthubutu, tujaribu, tuwe na nia ya kuweza kusonga mbele. Asanteni. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parot Hotel iliyopo Kaloleni, katikati ya jiji la Arusha, ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hahapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye flo 13 ze vyumba zaidi ya mia moja. Vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Paroti Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.